akanishika mkono akanipeleka mpaka kwa Mushizo kipindi ko Mushizo anafanya project yake ilikuwa maeneo ya Chamazi. Mm. E, Chamazi. Pale kwa Mushizo akanisikiliza Mushizo akaamini uwezo wangu, tukafanya biti nikaondoka nayo nikafanyia mazoezi, shwa siku niko sawa, nikaenda Vipi husiana na, na video ya ngoma hii? Video ya ngoma hii hapa iko njiani, lakini si unajua, kwa vile sina management au mpaka nijitafute, nikishapata